Mheshimiwa Mwanyika, nashukuru sana mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kama mnavyofahamu kiwanja cha ndege cha mkoa wa Njombe ni muhimu kimkakati, hususani kwenye kuza za uchumi katika usafiri wa anga, kijamii, kiuchumi na kibiashara, ikiwemo biashara ya mazao misitu mboga mboga, matunda, yani maparachichi ambayo yote huzalishwa eh, hu, na kusafishwa nje ya nchi. Aidha, kufuatia uboreshaji wa shirika la ndege ATCL uliopelekea manunuzi ya ndege kubwa ya mizigo aina ya Boeing 767-300F serikali kupitia mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA, kwa kushirikiana na mkoa wa Njombe imekamilisha uchambuzi wa eneo jipya la TANWAT kwa ajili ya ujenzi wa kiwanja kipya cha ndege na sasa serikali inaendelea na taratibu za utoaji wa ardhi Mheshimiwa Naibu Spika, hivi sasa serikali imeidhinisha taarifa za awali za upembuzi wa kinifu na usanifu wa kina ambao kiasi cha shilingi milioni 84 zimetengwa kwa mwaka wa fedha 2025, huku mtaalamu elekezi akiendelea na utayarishaji wa rasimu ya mwisho ya nyaraka zitakazotumika kwa ajili ya ununuzi wa mkandarasi atakayetekeleza mkataba wa ujenzi. Mara baada ya kazi hii kukamilika, ujenzi utaanza kulingana na upatikanaji wa fedha. Kwa mwaka wa fedha 2025/2026 serikali inatarajia kutenga fedha kwa ajili ya kukamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya kiwanja hicho Mheshimiwa Mwanyika Mheshimiwa Naibu Spika awali yote nashukuru sana kwa hatua iliyofikiwa na maelezo ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri ameyatoa na kwa namna pekee tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu hii ilikuwa ni ahadi aliyoitoa kwa wananjombe alipotembelea mwaka 2021 lakini na swali moja la uh, nyongeza kwa vile mji wa Njombe unakuwa kwa haraka na sasa e, mapendekezo ya kuwa manispaa yanangojea maamuzi ya serikali, na kwa vile pressure ya ardhi katika mji wa Njombe ni kubwa sana, eneo hilo liko katikati kabisa ya mji, je, serikali inaweza kufikiria kulirudisha eneo hilo kwa halmashauri yetu ya mji ili tuweze sasa kufanya matumizi mengine ambayo ni muhimu sana kwa shughuli za kijamii? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Deo Mwanyika kwa ufuatiliaji wake wa karibu wa uwanja wa ndege, wa ndege wa Njombe ambao kama nilivyoeleza ni muhimu sana kwa maslahi ya mkoa huo na maeneo kwa ujumla nyanda za kusini. Lakini pili, kwa niaba ya Mheshimiwa waziri wa uchukuzi, Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa Mnya, nipokee shukrani alizozitoa kwa serikali ya awamu ya sita ambayo inaahidi na kutekeleza. Hoja yake ya mwisho amezungumzia kuhusiana na kuomba eneo hilo ambapo tutakapohamisha uwanja jie kama lingeweza kutumia kwa ajili ya maslahi ya wananchi wa Njombe. Mwaka jana, Mheshimiwa Naibu Spika, bunge lako tukufu limepitisha sheria namba 84 ambayo pamoja na mambo mengine imetoa mwongozo wa namna ya kufanya uendelezaji wa rasilimali za mm -hmm, viwanja vya ndege nchini. Hivyo mara baada tutakapokamilisha uhamishaji wa kiwanja hicho, mamlaka ya viwanja vya ndege itaweka mfumo mzuri wa kukaribisha wawekezaji wa ndani na wa nje ikiwemo wananchi mmoja mmoja pamoja na halmashauri. Hivyo nitamwomba naye Mheshimiwa Mwanyika pamoja na halmashauri e, muda ukifika basi waweze kuchangamkia fursa hiyo ili kuendeleza eneo hilo kwa maslahi ya wananchi na nchi yetu.